Halo. Halo. Halo, vitu babu. Safi, habari za asubuhi? Fresh anaongea Chigwa hapa. Karibu sana. Unaongea kutoka wapi? Eh, Chigwa anaongea kutoka Kimara huko. Kimara. Ume, umesikia yeah, vitu vya ndani? Nimesikia vitu vya ndani. Napiga simu kutoka Kimara Golani Chigwa hapa mwenyewe kwenye line. Mm, eh, yeah, yeah. Gaza. Eh bwana, kweli kabisa, yaani sisi abiria wenyewe tutakuwa ni Yayushi yani. Mhm. Mm mhm. Mm uh -huh. Yaani sisi tumegawanyika sehemu mbili. Kuna abiria ya oya na kuna abiria nyingine sio ya oya. Abiria oya oya? Na abiria nyingine sio ya oya. Nipata. Ndio. Sisi wengine watu wa Rusi sasa, yani wengine wanalizika ile mwendo wa mpela mpela. Mm. Wengine wanalizika mwendo wa mpela mpela. Mhm. Sasa yule mpela mpela yule wala sasa, mbona wanataka oya oya wale, si ndio? Mm. Bana, ndio kapunguza mwendo bwana, vinavyo na nini? Mwingine akasema, "Ah, "Bwana, si ungepanda lori, ungepanda lori malori, umeacha malori bwana, muona bwana, yani wenyewe kwenyewe mna yeah. baki Kwa hiyo dereva yule anakusikiza nyinyi, ana kama nyinyi mizuzu bwana hapo bwa. mm. hapo hata abiria wao kuna mwingine ana tiketi, mwingine mm. hana tiketi. Lazima ujue kwamba tiketi na umuhimu gani tiketi. Kwanza imuwa ikipatikana ajali tiketi ndio kidhibitisho chako mbona umepanda gari fulani bora bwana lakini unapodai tiketi kwa sulani, mm, mbola, mbola. Mbola. Lakin, kondakta mwingine anasema unadai tiketi yani wewe unachokutaka ufike unataka tiketi tiketi za nini kumbe tiketi umepata ajali ile na kuwa kama shahidi kwamba wewe umepanda chombo fulani bora sasa kama wewe tiketi huna unapata ajali wala nakukataa sasa kama ulipanda chombo chetu hizi tiketi yako iko wapi unataka na tiketi wewe tiketi yako iko wapi bora Pande ea upande, asante sana e. Ameongea ame ukweli na uzuri wa huyu ndugu yetu, yuko position ya kutokea mjini mm, kimara utapita, yani kimara yani yani... kuna, kimara kimara. mm-hmm. kuna abiria yaya na abiria. <laughs> <laughs> sio ya oya, unaona. Sasa kwa mfano jamani, endelee kupiga simu namba yetu ni 0716925925. mwezi wa kusafiri huu ndio tunabidi tuweze kuzizungumza changamoto ambapo mimi kiukweli, madalali tunawalaumu abiria, ni vigeugeu. mfano wa abiria ni vigeugeu, kuna sehemu unaweza ukafika ukaguzi, veko anaingia kwenye gari. abiria mm -hmm. Ha, habari zenu Salama. Mwendo wa dereva ukoje? Sawa. Naomba jamani mfunge mikanda abiria. Sawa. Aya, jode kibaya kipo, kipo. Dereva tunampenda dereva. Dereva. Dereva. Dereva. Dereva. Dereva. kwa wanawafikishe salama naomba uzingatie mwendo. Trafiki anashuka